Imebainika kwamba kabla ya Edwin Sifuna kuvuliwa wadhifa wake wa katibu mkuu wa chama cha ODM na viongozi wakuu wa chama cha ODM palitokea vita kati ya Edwin Sifuna na mbunge wa Suna Mashariki ambaye ni Junet Mohammed katika mkutano ambao uliweza kuandaliwa kwenye makazi ya mwekazina wa chama cha ODM Timothy Bosire, ili kuweza kujaribu kutafuta mwafaka na kutafuta suluhisho kabla ya Edwin Sifuna kuondolewa madarakani. Sasa inasemekana kwamba vita hivi vya Edwin Sifuna naye Junet Mohammed ndivyo viliweza kuchochea mpaka Edwin Sifuna akafukuzwa kutoka kwa chama cha ODM. Japo mahakama imeweza kutupilia mbali hatua ile ya kumwondoa Sifuna madarakani, vilevile vile, Mama Ida Odinga amesema kwamba Sifuna haendi popote vilevile vile. Binti yake Raila Odinga ambaye ni Winnie Odinga amesema kwamba Sifuna haendi kokote, kitu ambacho ni habari mbaya kwa Gladys Wanga, Oburu Odinga na wengine. Karibu ili ni kuchanganulie taarifa hizi kwa undani kwa utendeti uweze kuelewa. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Ninakuomba kama wewe ni mgeni ukapiga subscription, bonyeza kengele, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Pole sana, sijaweza kushikia hii kanda kwenye afisi zetu za studio. Uh, sipo kwenye studio, kuna penye ambapo niliweza kwenda kidogo, lakini sasa nikaona, unajua mimi ni mtangazaji wenu ambaye ninawapea taarifa, lazima niunde video hata kutoka sehemu yoyote. So kwa hivyo, pole sana endapo utasikia makelele, hao ni watoto tu. Ninaomba msamaha kwa hilo. Karibu tusonge mbele, kuna gazeti ambalo kwa kawaida linajulikana kama The Standard. Nina ninaimani kwamba mnalijua. Sasa The Standard, ikiwa hii leo ni siku ya Ijumamosi tarehe 14 mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita, by the way leo ni siku ya Valentine. Happy Valentine's Day kwenye, eh, kwenu nyinyi wote mashabiki zangu, ninawatakia Valentine ambayo ni njema. Sasa, ikiwa leo ni siku ya jumamosi tarehe 14, Valentine's Day, the star inaitwa weekend star. Sasa weekend star wakaweza kuripoti kwamba palikuwepo na mkutano wa kisiri ambao ulileta pamoja viongozi wakuu wa chama cha ODM ikiwemo Edwin Sifuna mwenyewe. Lakini sasa yale ambayo yaliweza kutendeka kwenye ule mkutano ndiyo yaliweza kuchochea mpaka Edwin Sifuna kuondolewa madarakani. Kumbuka kwamba viongozi hawa waliweza kuita mkutano wakitaka kumwonya Sifuna kwamba akubali amsapoti William Ruto ndiposa asiondolewe madarakani. Sifuna kasimama imara na kusema kwamba yeye hawezi tishwa, eti kwamba amsapoti William Ruto ndio asiondolewe madarakani. Kilichofuata ni vita. Sasa ninaelezwa hivi, mkutano huu uliweza kufanyika katika makazi yake mweka hazina, ukipenda treshara wa chama cha ODM ambaye ni Timothy Bosire. Uh, makazi yake upande wa Karen, na inasemekana kwamba huu mkutano ulikuwa ni mkutano wa mwisho mwisho ambao ulikuwa unajaribu angalau kumwokoa Sifuna asije akaondolewa madarakani, angalau kuweza kusi, eh, kuziba zile nyufa ambazo zilikuwa zimetokea ndani ya chama cha ODM waweze kuona ni wapi ambapo kuna makosa warekebishe. Lakini sasa huu mkutano ninaambiwa kwamba ulifanya viongozi wengine akina Oburu, akina Junet Mohamed kuweza kumtishia Sifuna kwamba asipomuunga wile mruto mkono ataondolewa madarakani, na Sifuna akashikilia msimamo kwamba yeye hajawahi shurutishwa kumuunga mkono mtu. Sasa inasemekana hivi kila ambacho kiliweza kuchochea vita vikazuka, ni pale ambapo aa, mbunge wa Suna Mashariki ambaye ni Junet Mohammed aliweza kumushambulia kwa maneno Edwin Sifuna kwamba aache kumshambulia William Ruto kwamba yeye ni one term. Yaani tunaambiwa hivi insiders say Junet started confronting Sifuna over his persistent attacks on President William Ruto accusing him of undermining the party's broader strategy. Unaona kwenye huu mkutano Junet Mohammed ndiye alianza kumshambulia Edwin Sifuna akimwambia kwamba sisi viongozi wengine hatuwezi tukakubali kumuunga William Ruto mkono, alafu wewe unakataa. Wewe ni nani? Wewe ni nani ambaye unakataa? Kwa hivyo akamtaka aache kumshambulia William Ruto, aache kuimba Wantam. akamtaka aweze kumuunga William Ruto mkono. Unajua Sifuna alimwambia nini? Sifuna aliweza kumwambia wewe, nyamaza mamuu, wewe ndiwe uliweza kukula pesa za agent, ambazo agent wa Raila Odinga walikuwa wanapaswa kulipwa kuchunga kura za baba kwenye graundi. Sasa Sifuna alipomwambia Junet maneno hayo, Junet akachemka, akamshika mashati Edwin Sifuna, vita vikaanza. Kwa sababu ninaelezwa hivi: Sifuna allegedly fired back reviving claims that Junet mishandled resources meant for Azimio presidential agents during the last elections allegations The legislator has previously, previously denied. Kwa hivyo unaambiwa kwamba Sifuna aliweza naye kumjibu kwa kumwambia wewe, hautaweza kuniambia kwamba ni msapoti William Ruto. Haukumbuki kwamba uliweza kukula pesa na uliweza kuficha pesa za majenti waliokuwa wanachunga kura za baba. Sasa kitu hicho kikakasirisha Junet akataka kumshika mashati Edu ni Sifuna, wote wakashikana mashati. Sijui kama unanielewa mpenzi mtazamaji, wote wakashikana mashati. Kipindi ambapo wanashikana mashati, Oburu alikuwa Timothy Bosiri alikuwa pamoja na viongozi wengine, walikuwa hata Godfrey Osotsi alikuwa. Sasa Junet akakasirika, akaenda akaita viongozi baada ya huo mkutano sasa kuisha bila kupata jawabu, hiyo siku ambayo waliweza kushikana mashati, akaenda akaita viongozi wengine kuelekea kwa mkutano Mombasa, na ndio hule wakati waliweza kumuondoa madarakani Edwin Sifuna kama secretary general wa chama cha ODM. Sijui kama mnanielewa mpaka hapo. Na kama mnakumbuka vizuri kile kipindi ambapo waliweza kutangaza kwamba wamemuondoa Edwin Sifuna madarakani Junet Mohammed alikuwa mtu wa kwanza kusema hakuna maswali, hakuna maswali, hakuna maswali, hakuna maswali, yani wanahabari hawatapewa ruhusa ya kuweza kuuliza maswali yoyote. Sasa tunaelezwa kwamba mambo hayo ndiyo yaliweza kuchemsha uh, mambo yakaharibikia Sifuna, yaani eti kwamba walikuwa wamemuita Sifuna kuelekea kwenye mkutano kumtishia ajaribu kuacha kumuita William Ruto wantam. na badala yake aweze kuhakikisha kwamba anamuunga William Ruto mkono ili aweze kusalia na nafasi yake ya katibu mkuu wa chama lakini sifuna na yeye akamwambia bana uwezo ukanitisha mimi ndio sifuna mm, ulikula pesa za maajenti na hakuna kitu ambacho utaniambia Junet na ule mdomo wake akakasirika sasa wanataka kushikana mashati hii inaonyesha nini, mpenzi mtazamaji? Edwin sifuna ni kiongozi ambaye yuko na msimamo. licha kwamba ya kutishiwa ataondolewa madarakani kama secretary general, alisimama imara na akasema kwamba no single day atasapoti kasongo, kwa sababu sote tunaelewa kwamba sifuna anasema kwamba yeye aweza kumsapoti William Ruto, kwa sababu vijana wengi waliweza kuuawa kipindi cha maandamano ya 2024 gharama ya maisha imeweza kupanda pamoja na mambo mengine. Sijui wazo lako ni lipi. Kwa hivyo umeweza kuona kwamba kabla ya Sifuna kuweza kuondolewa madarakani walikuwa wamemuita kwenye mkutano wakijaribu kumshawishi na kumshambulia. Wapi hiyo ikusaidia, haikusaidia hata bali makabiliano yakaweza kutokea pale. Hii inaonyesha kwamba Edwin Sifuna ni kiongozi ambaye yuko na msimamo na anaweza akawatetea wananchi. Sijui wazo lako ni lipi. Tupatane kwa kanda ijayo. Mimi ni mtangazaji wako bana Ezra. Asante sana kwa kunisikiliza, hakikisha kwamba unasambaza hii kanda na unapiga subscription. Asante sana.